Everyone. Mambo vipi? Mimi naitwa Stereo Mvungi na hii ni IOTV Entertainment. Kuna siku nilikuwa naongea na, na, na uh, producer wangu akaniambia hivi, wa unafahamu, sio kila msanii mkubwa ambaye anatoa hit song haimaanishi kwamba yeye ndo kaiandika. Nikamwambia kweli? Akasema yes. Na hii imejidhihirisha baada ya kufahamu kwamba kuna baadhi ya hit songs ambazo zili make headline kipindi fulani na mpaka sasa hivi kumake headline sio za wale wasanii ambao tumewasikia wakiziimba, ila ziliandikwa na wasanii wengine ngoma kama ya One More Night ya juu Hey, yeah. One more night. One more night. Ambayo iliandikwa na Walter Chilambo. Na hii mimi nimeifahamu vipi? Ayo TV ilikaa kwenye exclusive interview na Walter Chilambo na akatueleza ni ngoma zipi ambazo tulizisikia zimeimbwa na wasanii wengine, lakini yeye yeah, yeah, ndiye alikuwa mtunzi. Msikilize Walter Chilambo kwenye exclusive interview na Ayo TV. Ipo hivyo kwanza Jux, mi ni shabiki wake sana tangu mimi sipo hata kwenye, kwenye industry yaani, mi ni shabiki wake sana tangu anatoa wimbo wake unaitwa Napata Raha, nilikuwa shabiki wake sana kwao. Ni mtu ambaye mi nampenda toka muda mrefu, nilikuwa napenda sana kumsikiliza. Kwa hiyo kumbe na yeye pia baada ya mimi kuja kutoka na wimbo wangu wa siachi akawa ni shabiki wangu pia, akawa anapenda sana ile nyimbo, so kila mtu akawa na anawishi kuonana namwenzie kuna siku nilikutana naye nilikuwa na Cyril nikaja nikakutana na na, na, na, na na, Juma ndo akaniambia, eh bwana, wote wanapendaga sana, unavona nini una, maandishi yako nini sasa? Tukafanya kitu nikamwambia ina shida kwao, tukaarrange siku tukaenda kwa maneke, hatimaye ndio katokea kitu kama hicho. Sasa so, nyingi tulikuwa na makubaliano fulani tu, lakini ni hela ambayo ilinisaidia eti tuseme, hatukuwa hatukufanya issue kimikataba zaidi, tulifanya kiurafiki zaidi kwamba bana, mi nakuandikia hivi lakini nitakupa kiasi fulani tu, sio kwamba tunalipana ile kwamba bana, tunalipana hivi na hivi, hapana. Kila mtu alifeel kitu cha mwenzie, na mi nilitoa toka moyoni mwangu s so, alinipa kiasi kichache na mimi nikakipokea, na nilifanya kazi kwa moyo wote fresh. Mpaka kazi ya pili pia akaja akaniita tukapozana hivyo hivyo, na kuna nyingine tena ipo kama mbili hivi tena, zingine zinakuja na watu watazipata. Na mpaka sasa hivi ni wasanii wangapi wakubwa ambaye yeye wote Chilambo ameshawahi kuandikia ngoma? Wengine hawafahamiki lakini wa, watu wakubwa bado. Nafikiri Juma, Vanessa naye pia bado tupo kwenye makubaliano fulani, lakini kuna wimbo pia tulikuwa tumefanya. Nafikiri vingine vitakuja, vingine wao wanapaswa kuongea zaidi. Kwa story mob na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere you know, everywhere actually, ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mvungi, asante.